Kwa majina naitwa Gilbert Tesha, ni afisa muuguzi na ni muuguzi kiongozi. Nafanya kazi katika kitengo cha wagonjwa wa dharura hospitali ya taifa ya Muhimbili tawi la Mloganzila. Nina uzoefu wa uongozi kwa kipindi cha miaka mitano. Nimependekezwa kuwania tuzo katika kipengele cha muuguzi bora kiongozi wa mwaka katika hospitali ya taifa ya Muhimbili Mloganzila. Naombeni umbeni kura zenu. Kwa majina naitwa Alex Benedicto, ni afisa muuguzi mwandamizi lakini pia ni muuguzi kiongozi wa ICU ya watoto wachanga chini ya siku ishirini na nane yaani NICU. Leo nimekuja mbele zenu kama mojawapo wa wanafainali watatu wanaowania tuzo ya muuguzi bora kiongozi katika hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila. Kwa takribani miaka saba ya uongozi wangu katika kitengo cha watoto wachanga maututi, nimefanikiwa kuanzishwa kwa vitengo vingine vya watoto wachanga takribani vitatu, eh, wodi ya general neonatal ward, lakini pia eh, mniko mateno neonatal ICU pamoja na neonatal neurosurgery. Lakini nimeweza kuunganisha teamwork na wanataaluma wengine na kuweza kuboresha huduma zetu, na hivi sasa tunatoa huduma zilizo bora zaidi, ukilinganisha na hapo mwanzoni. Naombeni kura zenu katika tuzo hizi niibuke kidedea kama muuguzi bora kiongozi wa mwaka katika hospitali ya taifa Muhimbili Mloganzila.